Watu 12 walikimbizwa hospitalini baada ya ndege ya American Airlines kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver Alhamis, na kuwaka moto. Jambo lililosababisha slaidi kutumika ili abiria waweze kuondoka haraka. Watu wote waliokimbizwa hospitalini walikuwa na majeraha madogo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Denver. Ndege ya safari namba 1006 ambayo ilikuwa ikielekea kutoka uwanja wa ndege wa Colorado Spring hadi Dallas Fort Worth iligeuza njia na kutua salama majira ya saa 11 jioni baada ya rubani kuripoti mitetemeko ya engine. Ilisema tawala za anga na shirikisho FFA katika taarifa. Wakati ndege ikielekea kwenye lango, injini moja ya ndege ya Boeing 737-800 iliwaka moto, FAA iliongeza picha na video zilizochapishwa na vyombo vya habari zilionyesha abiria wakiwa wamesimama kwenye bawa la ndege huku moshi ukizunguka ndege hiyo. FAA ilisema abiria walitumia slide kukimbia. American Airlines ilisema katika taarifa kwamba ndege ilikumbwa na shida ya injini baada ya kutoa kwenye lango. Hakukuwa na maelezo ya haraka kuhusu wakati hasa ndege ilipoanza kuwaka moto. Abiria 172 na na wahudumu sita walichukuliwa hadi kwenye eneo la jengo la abiria, Alisema afisa wa ndege. Tunawashukuru wahudumu wetu, timu ya DEN na waokoaji wa kwanza kwa hatua zao za haraka na kwa ufanisi wa kuhakikisha usalama wa kila mtu ndani ya ndege na chini ya ardhi kama kipaumbele, ilisema American Airlines. Wahudumu wa zimamoto walizima moto huo kufikia jioni, alisema msemaji wa uwanja wa ndege kwa vyombo vya habari. FAA ilisema itachunguza tukio hilo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.